Mkuu wa wilaya Mufindi, mheshimiwa dr Linda Salekwa, leo Aprili 21, 2025, ameongoza mamia ya waombolezaji na wananchi wa wilaya hii kuaga miili sita ya marehemu waliofariki kwenye ajali iliyotokea tarehe 19 mwezi wa nne mwaka huu 2025, na kusababisha vifo vya watu nane. Zoezi lilofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Upendo mjini Mafinga. Vilio na simanzi vimetawala, na kwa kuwa huku kwa ajili ya kawa na ndugu tumejaa, tuomba ukimya. Mithili ya gwaride la jeshi likisubiri kiongozi mkuu kuapishwa, ndiyo hali iliyoigubika Mafinga. Si wakubwa wala si wadogo, nafasi, machozi yaliyokauka ndani ya mioyo, kila mmoja na dua yake. Marehemu wamekwenda. Neno la faraja kutoka kwa Dkt Linda Salekwa, mkuu wa wilaya Mufindi. Ni waombe jamani, tunapoenda kutafuta, tutafute tukiangalia usalama wetu, kwa sababu leo kifo kinaweza kikakukuta popote. Tumesikia hapa amesema shehe kwamba maada ni amri ya Mungu, kwamba wote tutarejea. Uwe na uhakika tutarejea. Utarejeaje ni swala lako na Mwenyezi Mungu lakini ninawaomba tusi tuhakikishe kwamba tunakaa usalama wetu mbele tunapokuwa tunaenda kutafuta. Na bahati nzuri tuko na maskari wetu hapa wa usalama barabarani, mimi niendelee kuwasisitiza kwenye haya magari yanayojaza watu, tuendelee kuwa wakali, wala tusiogope. Maana wengi wanakuwa wakali kabla kitu hakijatukuta wa, huwa tunakuwa wakali sana, ndugu zangu lakini waombe maaskari wa barabarani tuendelee kuwa wakali katika hili tusifumbie macho. Waliokufa ni watu nane. Mbele yetu tuna miili sita, wenzetu wawili wengine wamekwenda, wamesafirishwa kutokana familia, na tofauti zetu mbalimbali za kifamilia za kidini na kimale, wengine wameweza kwamba wame, wameomba wasafirishe kuwapeleka maeneo mbalimbali kwa hiyo ndugu zangu, ajali hii imegharimu maisha ya watu nane. Msiba huu umebeba funzo kubwa, hasa kwa waliosalia. Mbunge wa jimbo hili ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria kwa gamili hii kwa majonzi, na wanasema kwangu mimi, watu hao wa wanahitaji msaada wa mambo mawili, mheshimiwa mkuu na viongozi, kwanza mstaji wa msaada wa maombi na faraja, kama nilivyosema kwa wafiwa na wale wa majeruhi wetu lakini pia msaada wa sapoti kama jamii. Watu wao wanatoka kwenye familia hizi hizi za kikwetu, familia ambazo ni za kawaida kwao. Tunashukuru kwa hizo kwa rambirambi na, na mimi kwa ofisi yangu kutokana na hali ilivyokuwa siku ile, pamoja na kuwa mtaaa taarifa, tumeona kila wa msiba walau tupeleke mchele kilo hamsini na shilingi laki mbili ziweze kusaidia wakati wa msiba lakini kwa kuwa familia hizi kama nilivyosema ni zenye uhitaji na bado watakuwa na uhitaji, mimi ofisi yangu ya mbunge tutamkabidhi mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kama tulivyofanya juzi, shilingi laki tatu tatu kwa kila familia, kwa ajili baada ya msiba wanavyokaa, wanavyojipanga. Niseme hivi kitu kimoja, pamoja na kwamba tuwezi kufanya kwamba tulaumu jambo la Mungu ili, ili la kimungu ni wasihi tu wananchi wale wanapokwenda kutafutia kipato basi waangalie usafiri wa kuutumia kwa sababu usafiri ule haukuwa sahihi kwa kubeba abiria wote wale kwa ukubwa. Msiba huu serikali imeugharamia, ambapo miili mingine imesafirishwa kwenda maeneo yaliyoandaliwa kwa ajili ya maziko. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.